Serikali ya kaunti ya Mombasa imethibitisha ahadi yake ya kugeuza jiji la bandari la Mombasa kuwa mji nadhifu zaidi barani Afrika. Ikitiwa moyo na ripoti ya jarida la The Africa Report inayoorodhesha Mombasa kuwa miongoni mwa miji misafi na ya kuvutia zaidi Afrika, serikali ya kaunti hiyo inasema inarekebisha sera zake za usimamizi wa taka ili viambatane na viwango vya kimataifa. Eneo la utupaji taka la Manyimbo lililoko Chuda, jimbo la Mvita, ndilo eneo la hivi karibuni lililofungwa. Hatua hii afueni kwa wakazi wanaoishi karibu na eneo hilo, ikiwemo shule ya BZB. Wakazi bado wana matumaini kuwa kufungwa kwa eneo hili si kwa muda kama ilivyokuwa kawaida, huku mwakilishi wadua eneo hilo akiahidi kuhakikisha eneo hilo limefungwa. Na kuhakikishia wakazi wa Kiziwi na hii shule hapa kwa hii dump site haitofunguliwa tena, na ikifunguliwa tutapambana na maandamano ama kuchukua hizi taka tumpelekee ofisi ya environment ama kwa ofisi ya gavana. Afisa mkuu wa idara ya mazingira na usimamizi wa taka Hamid Shehan alieleza kuwa kufungwa kwa vituo vya utupaji taka kunatokana na kuanzishwa kwa kituo cha urejeshaji vifaa katika eneo lililotengwa na kaunti. The one at Liwatoni, BOC. We shut down the one at Kaluwaks, Kingorani. And now this is another big win where we've shut down the one at Manyimbo. Alibainisha kuwa kituo hicho kimeleta mabadiliko makubwa katika ukusanyaji wa taka kando na kisiwa cha Mombasa, jambo linaloonekana wazi na wakazi. Mabadiliko ya kudumu hayafanyiki kwa uharaka, yanafya, yanafanyika polepole pole, ndo mabadiliko yanakuwa ni bora na ya kudumu. Shehana alisisitiza kuwa kudumisha usafi katika mji wa Mombasa ni juhudi ya pamoja kati ya wakaazi na serikali ya kaunti. Kwa kuwa kituo hicho kimefanikiwa kudhibiti harufu mbaya, Shehana alifichua kuwa shirika la usimamizi wa mazingira NEMA sasa inataka kaunti nyingine ziige mfano bora wa kaunti ya Mombasa katika usimamizi wa taka. Nikiripotia kutoka kaunti ya Mombasa